Ni katika hospitali ya ALMC iliyopo jijini Arusha. Hospitali hii kwa sasa inatoa huduma zake kwa kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya ya Kikwete yani JKCI. Katika hospitali hii kumepata ugeni mkubwa. Ni ziara ya waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ambapo ametembelea katika hospitali hiyo ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kitiba kuelekea katika Afcon ya mwaka 2027 ambayo itafanyika hapa nchini kwa kushirikiana na nchi jirani za Kenya na Uganda. Mchengerwa akapokelewa na viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Amos Makala, viongozi wa dini na viongozi mbalimbali waliokuwemo katika sehemu ya tukio hilo. Dr. Peter Kisenge ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI akachukua jukumu la kumpitisha Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa katika vitengo mbalimbali kwenye hospitali ya ALMC ili aweze kufahamu undani zaidi wa huduma zinazotolewa katika hospitali hiyo. Na hapa Mheshimiwa Mchengerwa anakutana na Dr. Peter Mabula ambaye ni msimamizi katika kitengo cha huduma za dharura lakini lengo kubwa na utayari uliopa kwamba Arusha kama najilikani kitovu cha utalii, kuna yes. wageni wengi sana wanaokuja hapa naa wageni wanategemea eneo kama hili, ikitokea dharura tuweze kupata msaada, lakini pia tumejiweka tayari kwa taarifaja afonakesh kwamba kwa ikitokea kuna shida, timu tayari kwa kutoa msaada wa dharura katika kwa kati hiyo. Hapa utaona hapa ndani kuna room ambayo mashine pamoja na madaktari ambao ni mabingwa wa dharura kwa ajili ya huduma kama hizo kuweza kusaidia maisha ya watu na kuweza kuwaokoa. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mchengerwa akapata nafasi ya kutembelea wodi inayotoa huduma kwa watoto njiti na akapata nafasi ya kujionea mashine za kisasa zinazopatikana katika wodi hiyo. Katika hizi eh, mashine za kutoa oxygen eh, nyingi zimetengenezwa kwa watoto wakubwa pamoja na watu wazima. Ukimpachika huyu mtoto mfumo wa oxygen mashine kubwa inaenda kumuumiza, inaweza kuumiza hata ubongo wake, atazaliwa atakuwa. Kisha zoezi la upandaji miti likafuata, mheshimiwa Mchengerwa naye akapanda mti katika hospitali hiyo ya ALMC ikiwa ni sehemu ya kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan, ambaye ametumia siku yake ya kuzaliwa akipanda miti kule Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha utunzaji wa mazingira unafanyika. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mchengerwa akakaribishwa katika ukumbi ambao umeandaliwa ili aweze kuzungumza na wananchi. Miongoni mwa makubwa ambayo aliyezungumza ni kusifia ushirikiano uliofanyika baina ya hospitali ya ALMC na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete yani JKCI katika kutoa huduma kwa jamii. Kituo hiki ambacho mkurugenzi ameeleza kitakachojulikana kama Sports Cardiology Center ni kituo maalum kwa sababu wachezaji wengi kukutwa na changamoto za moyo. Kwa hiyo wakati huu ambapo mkoa na wenzetu wa taasisi ya moyo, maamuzi haya ndiyo fanya ni maamuzi ya kizalendo, yanayokusudia kuonyesha uwezo wetu katika tiba, uwezo wetu katika tiba ya utalii, lakini uwezo wetu kama taifa la kutoa huduma katika sekta ya afya nami, na ninaamini kwa mwendo huu, mipango tuliyojiwekea katika wizara hii, hatuna sababu ni kwa nini Tanzania tusiwe ni nchi kiongozi katika sekta ya afya, hasa katika maeneo bobezi ya aina hii. Tujipigie makofi mengi sana ndugu viongozi na wananchi mliopo hapa, nitoe ahadi yangu kwenu. Sisi viongozi wa wizara kama wasaidizi wakaribu, wa karibu wa Mheshimiwa Rais, tunaunga mkono jambo hili kwa asilimia mia moja, na Baba Askofu, nikuthibitishie, pamoja na timu ya JKCI tutawapa ushirikiano katika kufanikisha azma ya kuwapatia watanzania wa, wa kanda ya kaskazini, hasa mkoa wa Arusha huduma bora za afya, kwani ndio msingi wa maendeleo kwa mkoa huu na taifa kwa ujumla. Inaendelea kuwaomba wananchi kufika mahala hapa, kwani kama nilivyotangulia kusema majengo na huduma zinazotolewa hapa ni huduma za kiwango cha juu kabisa. Aliyekuletea makala hii ni mimi Bonifas Allen. Hii ni SQF TV.